Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye eneo la soko kubwa mjini Mpanda, mgombea huyo amesema kuna fursa kubwa ya kiuchumi kupitia sekta ya anga ambayo bado nchi haijawekeza kiasi cha kutosha. Hadi sasa upandaji wa ndege yani imekuwa kama ni, ni, ni, ni, ni watu fulani maalum, labda watu kama kina Kibonde, kama mimi. Hapana, tunataka mkazi wa chini wa Mpanda, mkulima wa Mpanda, tutashusha bei za tiketi kuhakikisha ya kwamba mpanda Dar es Salaam, ukitaka kwenda Mbeya unapanda ndege, na tumebaini ya kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri ambao ni salama duniani. Aidha, mgombea huyo wa urais pia ameeleza namna atakavyofanya mapinduzi ya kilimo na kuimarisha masoko ya mazao mkoani Katavi. Kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo, kilimo cha umwagiliaji, tutakwenda kutafuta masoko masoko ya mazao yenu, tunaamini tuna ya kwamba mpanda, mnalima mahindi, mnalima karanga, pia mnalima na mpunga. mazao yenu tutayatafutia soko nchi za nje. mbea rais huyo akatilia mkazo suala la afya kwa kujenga hospitali kila kata. Serikali ya chama cha Makini inakwenda kujenga hospitali kila kata. Tafsiri ni kwamba tunakwenda kuzalisha madokta wengi, tunakwenda kuzalisha wauguzi wengi, na hatimaye kwenye zile hospitali za kata hatutajenga majengo kama fashion bali, tutajenga hospitali. Na wakati huo huo, serikali ya chama cha Makini itawajibika kuweka vifaa tiba kwenye hizo hospitali za kata. Huu ni mfululizo wa kunadiwa kwa ilani za vyama vingi vya siasa ambavyo vimesimamisha wagombea wa urais hapa nchini, lakini uamuzi uko kwa wananchi mnamo Oktoba 29. Mwanaidi Waziri, Habari Weekend.